Uhaligani mpenzi mtazamaji wa Zamaradi TV, kwa uzuni kubwa kwelikweli kweli, sisi kama Zamaradi TV tumepokea ugeni leo hii, ni mama na mtoto wake, ambayo wana tatizo ambalo sisi kama jamii sisi kama Watanzania wenye moyo mwema tumeona tukufikishie kwako wewe ambaye unatutazama na kutufuatilia, ili uweze kutusaidia ili kusaidizana na hawa ndugu zetu ili wapate kuchanganua hii changamoto ambayo inaendelea kuwakabili katika maisha. Hakuna jambo kubwa na la muhimu kwelikweli kulizingatia kama afya, na mama yetu hapa amekuja leo pa ofisini akimleta mtoto wake akiwa na changamoto fulani, lakini ataeleza mwenyewe kwa kubwa zaidi. Upo na mimi dada yako Zainab Jasenga, na hapa nipo naye hapa mama. Shikamoo mama. Pole. Asante. Wanakuita nani? Naitwa Emilia Steven Ndunguru. Emilia Steven. Watanzania wanakutazama hapo Emilia, wanataka mm -hmm, kufahamu tatizo gani hasa uliokuwa nalo ambalo umeamua kufikishia? Tatizo niliokuwa nalo ninamuguza mtoto wangu Miriam Peter kuomba mhili sisi tumetokea Songea, tumepata rufaa, tumekuja katika hospitali ya Muhimbili Mloganzila. Miriam baada ya kufika hospitali ya Mloganzila walimpima vipimo, akagundulika na changamoto figo zote mbili hazifanyi kazi, na hali yake ilikuwa ni mbaya sana. Palepale pale alianza huduma ya dialysis ya kusafishwa damu kutwa kwa wiki mara tatu mm. Di... Tatizo la Miriam lilianzazaje au alizaliwa nalo? Tatizo la Miriam lilianza mwezi wa kwanza mwaka huu, akawa akirudi shuleni analalamika miguu na nyuma inakakamaa naishwa nguvu, nikajua kitoto cha kawaida nampa panado, siku nyingine nikawa na mkanda tu na maji. Siku ya siku, hali ikawa tofauti, Miriam akawa ameamka asubuhi, uso umejaa, miguu imejaa. Nilivyomwona hali hiyo, ndipo nilivyompeleka hospitali, na dokta alivyompima, ikagundulika kuwa Miriam figo zote mbili hazifanyi kazi. Wakati ulivyompeleka kule Songea wamstokea Songea, madaktari wa kule walimpatia huduma gani ambazo wakaona hazifai mpaka kutransfer kwa Mloganzila? huduma waliompatia baada ya kugundulika hmm, wakawa wanampa tu dawa za da pesha dawa za kumsaidia. Daktari wake wa figo akasema uwezo wangu umefikia hapa, sina uwezo wa kumsaidia huyu mtoto muweze kumpeleka Muhimbili Mloganzila huyu mtoto akaweze kusaidiwa kupandikiziwa figo kwa sababu figo zake azifanye kazi yani. Gharama za kusafisha, gharama za pale Mloganzila, kwa hiyo wiki mara tatu ni kiasi gani kwa siku? Anasafishwa, tulianza kwa laki na themanini baada ya kuwa hali ni ngumu sana, jinsi ya kumpeleka mgonjwa kusafishwa, nikajaribu kuwaomba hospitali kwenye ofisi, wakanipunguzia. Mpaka sasa analipa elfu themanini kwa wiki mara tatu, analipa elfu themanini. Bado napata changamoto kubwa sana kwenye huduma ya usafishaji wa damu bila kusafishwa damu Miriam hawezi akakaa vizuri, ni anazidiwa, anaumwa vibaya mno. mm. Ndio, Watanzania wamekusikia tatizo lako, ni njia gani ambayo wanaweza wakatumia ili kukusaidia hizo gharama? gharama, gharama zilizokuwepo mpaka sasa hivi Miriam amewekewa kwenye listi ya wagonjwa wa upandikizaji wa figo na madaktari wanakuja mwezi wa saba, dokta alivyonielekeza kwa ajili ya upandikizaji wa figo. Na mpaka sasa nimeanza vipimo, nimekomea, sina hela kumalizia vipimo vya upandikizaji wa figo. Maana yake figo natoa mimi mwenyewe mama yake. mm. nimekomea kwenye vipimo, nimeshindwa kumalizia vipimo viwili vya hela vya, vya utoaji wa figo na gharama za upandikizaji wa figo ni milioni ishirini na tano. Nimekwama kabisa, sina hela ya kuendelea na vipimo na hiyo gharama milioni ishirini na tano kwa ajili tena ya upandikizaji wa figo. Vipimo vilivyobaki ni vipimo viwili ambavyo daktari wake ameviandika hapa, kimoja ninaenda kufanyia Ocean Road na kingine jirani na Ocean Road ni kama vya milioni mbili na kitu vipimo vilivyobaki na hiyo gharama ya upandikizaji wa figo vipimo vingine vyote nilivyopima majibu yametoka vizuri ndugu mtanzania ambaye unatutazama kupitia channel namba 413 mama yetu hapa ametokea songea amekuja kwa heshima na huruma zote kwa sababu anajua watanzania sisi tuna moyo wa upendo na kusaidizana sisi kama Watanzania wa Zamaradi TV tumeamua kuileta hili jambo kwenu tukiamini kwamba tunaweza tukamshika mkono mama yetu. Mpaka sasa anahitajika kupata milioni 25 kwa ajili ya gharama za vipimo na mengine yote ambayo yanahitajika ili akamilishe upandikizaji wa figo kwa mtoto wake, mtoto Miriam ambaye ni mdogo sana, ana ugonjwa wa figo zote mbili kufeli. Mama, Watanzania wamekusikia na endapo wakiwiwa kutoa msaada, wanaweza wakakupataje au wanatoa msaada kupitia namba gani, au kama kuna benki akaunti gani ili wakusaidie? Namba yangu ni sifuri saba tano saba mbili nane nne sita nane mbili Irudie tena sifuri, saba, tano, saba, mbili, nane, nne, sita, nane, mbili. Kama itakuwa ujasikia vizuri, mama anaomba msaada, na unaweza kutumia namba sifuri, saba, hamsini na saba, ishirini na nane na mbili ili umfikishie msaada ambayo anahitajika kiasi cha milioni 25, ujue afya ni kitu kikubwa sana. Na huyu mtoto mdogo amefeli figo zake zote mbili. Mama ongea na Watanzania, ninakuomba Rais wangu Mama Samia Suluhu Hasani, ninakuomba umwangalie mtoto huyu, figo zote mbili zimefeli. Mama, labda msaada wako, sina uwezo, ninaomba uweze kumsaidia Miriam aweze kurudi shuleni, apandikiziwe figo aweze kurudi shuleni. Mimi mama yake anajitolea figo, nimekwama gharama. Ninaomba rais wangu unisaidie, miliamu aweze kupandikiziwa figo, arudi shuleni. Ndoto zake alikuwa anasema, nataka mwalimu wa sekondari. Naomba msaada rais wangu, ninaomba msaada waziri wa afya, naomba unisaidie, miliamu aweze kupandikiziwa figo, aweze kurudi shuleni. Nakuomba sana rais wangu, wa afya, waziri wa afya, nawaomba sana viongozi wote, wabunge wote, wasanii wote, ninatamani kuokoa maisha ya mwanangu, lakini sina uwezo. Naombeni ndugu zangu wote wa Tanzania mnisaidie, gharama hizi ni nyingi sana, sina uwezo na kila siku kwa wiki anaenda dayalisisi mara tatu, sina uwezo wa Tanzania. Naombeni Watanzania wenzangu mnisaidia kuokoa maisha ya mwanangu, naombeni sana Watanzania. Ni Watanzania wema, na sisi tunaamini kabisa hata we unaitazama sasa hivi ni Mtanzania mwema, ambaye unaweza kumsaidia mama huyu. Kwa heshima kubwa sana, tumeleta hili jambo letu kwenu kwa ajili ya kuwaomba msaada kwa ajili ya mama yetu huyu. Anatokea Songea na mwanaye amefeli figo zote mbili. Ni jambo zito kwelikweli. Mama amejitolea kutoa figo, lakini gharama za upandikizaji na mengine yote ndio amemsababisha aje hapa kuomba msaada tunaamini sana, tunaamini mtatusaidia, mtamsaidia mama kwenye jambo hili. Asanteni sana. Hii ni Zamaradi TV channel namba 413.